Hujambo mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Hussein Salami amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imejifunza fomula ya kumshinda adui na haitarudi nyuma hata hatua moja endapo itaandamwa na vitisho. Meja Jenerali Hussein Salami ameeleza hayo katika mkutano na makamanda na wasimamizi wakuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na kutamka bayana na nukuu. Hatuchelei hata chembe kutokea vita. Sisi hatuta vita lakini tuko tayari kwa vita vyovyote vile. Mwisho wa kunukuu. Jenerali Salami ameongeza hata zaidi kuwa tumejiandaa kwa scenario zote mbili za operation ya kisaikolojia ya adui au hatua za kijeshi, hata hivyo, hatutarudi hata hatua moja nyuma mbele ya adui. Kamanda mkuu huyo wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesema kwa dhana bandia aliyonayo kuhusu uwezo wa kuzuia hujuma wa Iran, adui anataka kuilazimisha Teherani ichague moja kati ya machaguo mawili, ama kukabiliana naye kijeshi au kukubali masharti yake. Meja Jenerali Salami amesisitiza kuwa utawala wa Israel unadhurika kirahisi kabisa kwa sababu maslahi yake yanaenea kila mahali na anaweza kufikiwa na Irani popote pale yalipo. Tumepata ujuzi wa formula ya kumshinda adui huyu na tumejumuisha hayo kwenye vipengele vyote vya silaha na zara zetu, ameeleza Jenerali Salami. Amesisitiza pia kuwa Irani ina vifaa na vifaa na programu zinazohitajika ili kuushinda utawala wa kizayuni wa Israel, licha ungaji kono kamili unaopata kutoka Marekani. Aidha, amekumbusha kuwa operesheni za kulipiza kisasi za Iran zilizotekelezwa mwaka jana kwa mafanikio dhidi ya Israel ambazo zilipewa jina la Operation Ahadi ya Kweli namba moja na namba mbili ni mfano mmoja tu wa uwezo wa kijeshi wa Iran. Jenerali Salami amesisitiza kuwa licha utawala wa Kizayuni kuwa na mifumo ya matabaka kadhaa ya kutungua makombora, lakini makombora 1581 ya Iran yalipenya na kutua ndani ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina zilizopachikwa jina la Israel. Operesheni hizo mbili zilizofanywa kwa kutumia mamia makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani zilionyesha uwezo wa Iran wa kushambulia kwa usahihi wa juu maeneo nyeti ya jeshi la Israel na hata idara zake za ujasusi. Wakati hayo wakijiri, katibu mkuu wa harakati ya Ansarullah ya nchini Yemen ameashiria jinai za utawala wa Kizayuni kwa kushirikiana na Marekani katika eneo hilo na kusisitiza kuwa mataifa magharibi hayapaswi kunyamaza kimya mkabala na hali ya mambo ya sasa Palestina. Said Abdul Malik Al-Houthi ameashiria katika hotuba yake katika baadhi ya siku Marekani inatekeleza mashambulizi zaidi ya tisini na kusisitiza kuwa mashambulizi ya Marekani licha ya kushadi hivi karibuni lakini hayakuwa na athari hasi kwa nguvu na uwezo wa jeshi la Yemen. Al Huthi amesema mashambulizi ya Marekani yameshindwa kusitisha operesheni za kijeshi za kuwaunga mkono wananchi wa Palestina na pia kuzilinda meli za utawala wa Kizayuni katika Bahari Nyekundu, Ghuba ya Adeni na Bahari ya Oman. Wakati huo huo Muhammad al Bakathir Mwakilishi wa ofisi ya kisiasa harakati ya Ansarullah amesisitiza amesisitiza hana haja ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja na Marekani. Al-Bakathiri pia ameongeza kuwa operation za Houthi zitasimama pale tu makubaliano ya kusitisha vita dhidi ya Gaza yatakapotekelezwa. Na wakati hayo wakijiri, jeshi la Israeli limekiri kuwa wanajeshi wake walifanya makosa katika mauaji ya wafanyakazi 15 wa dharura kusini mwa Gaza mnamo tarehe 23 Machi. Msafara wa magari ya kubeba wagonjwa wa chama cha Hilali Nyekundu ya Palestina, gari la Umoja wa Mataifa na lori la zimamoto kutoka jeshi la ulinzi la raia wa Gaza liliteketea karibu na Rafa. Hapo awali Israeli ilidai kuwa wanajeshi walifyatua risasi kwa sababu msafara huo ulikaribia kwa mashaka gizani bila taa za mbele au taa zinazomulika uhamishaji wa magari haukuwa umeratibiwa hapo awali na kukubaliana na jeshi. Picha za simu za mkononi zilizorekodiwa na mmoja wa wahudumu wa afya waliouawa zilionyesha magari hayo akiwa na vimulimuli yalipokuwa kiita wito kuwa wa kuwasaidia watu waliojeruhiwa. Jeshi la Israeli IDF limesisitiza kuwa angalau wahudumu na matabibu sita walihusishwa na Hamas, lakini hadi sasa hawajatoa ushahidi wowote na inakiri kwamba hawakuwa na silaha wakati wa wanajeshi walipo wafyatulia risasi. Video ya rununu iliyoshirikishwa awali na New York Times inaonyesha magari yakisimama barabarani bila tahadhari na ufyatuaji risasi ukaanza kabla ya mapambazuko. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa kwa kuelekea huko Marekani ambapo umati wa waandamanaji wamekusanyika katika miji kote nchini Marekani kumshutumu Rais Donald Trump katika onyesho kubwa zaidi la upinzani nchini humo tangu rais huyu aingie madarakani. Waandaaji wa maandamano hayo ya hand off wamelenga kufanya mikutano maeneo elfu moja na mia mbili ikiwa ni pamoja na katika majimbo yote 50 ya Marekani. Maelfu ya watu wakijitokeza katika miji ya Boston, Chicago, Los Angeles, New York na Washington DC, miongoni mwa miji mingine siku ya wa Jumamosi. Waandamanaji walitaja malalamiko dhidi ya ajenda ya Trump kuanzia maswala ya kijamii hadi kiuchumi, siku chache zijazo baada ya tangazo la Trump kwamba Marekani itatoza ushuru wa forodha kwa nchi nyingi ulimwenguni. Maandamano pia ilifanyika nje ya Marekani, pamoja na London, Paris, na Berlin na huu ndo mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadhi Rashid. Usisahau kusubscribe chaneli yetu.